Hujambo mwanafunzi, karibu kwa somo hili. Tutajifunza kuhusu tungo za kiuamilifu ambapo tutaangazia kuandika insha ya resipe. Insha ya resipe, resipe ni nini? Insha ya resipe ni utungo wa maandishi unaoonyesha utaratibu na hatua zinazofuatwa katika utayarishaji wa chakula fulani au mapishi maalum. Insha ya resipe ni utungo wa maandishi unaoonyesha utaratibu na hatua zinazofuatwa katika utayarishaji wa chakula fulani au mapishi maalum. Resipe huwa na muundo maalum ambao hujumuisha sehemu zifuatazo. Moja, kichwa au mada. Mada huonyesha aina ya mapishi au chakula na idadi ya watu wanaoandaliwa mapishi hayo. Mifano, kuandaa pilau ya watu watatu. Pili, utaratibu wa kupika ugali kwa watu wawili. Mada huandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Mfano, kuandaa pilau kwa watu wawili. Mada hii imeandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Pili, utangulizi. Sehemu ya utangulizi huja tu baada ya mada. Sehemu hii huwa na orodha ya viambata au viungo vinavyohitajika katika mapishi majina na idadi ya vipimo vya viungo vitakavyotumika hutajwa. Mfano, viambata: nyanya mbili, vitunguu mbili, nyama kilo moja, chumvi kijiko cha chai moja na nusu, mchele glasi moja na nusu, maji glasi tatu. Viambata hulingana na aina ya chakula inayopikwa, hivyo basi vitabadilika kulingana na mada husika. Tatu, Maagizo au namna ya kupika. Sehemu hii ndio mwili wa insha ya resipe. Katika sehemu hii mpishi hueleza jinsi ya kuandaa mapishi. Kila hatua katika upishi huelezwa kwa utaratibu. Hatua hizi huelezwa kwa lugha wazi na hufuatana kimantiki. Muda utakaotumika katika kila hatua ya kupika huelezwa pia. Ni lazima kila aina ya viungo vilivyotajwa ijitokeze katika maelezo ya kupika. Kiasi cha joto katika upishi hutajwa, na pia muda maalum utakao tumika kwa chakula kuiva huelezwa. Nne. Hitimisho: chakula kikiiva, mpishi hueleza vyakula viambata vya kuandaliwa pamoja na mapishi aliyotayarisha. Mifano: wali na kitoweo cha kuku, ugali na kitoweo cha samaki wali na kitoweo cha maharagwe. Tazama mifano ifuatayo ya resipe zilizoandikwa. Mada: utaratibu wa kupika ugali wa watu watano. Unaona kwamba mada imeandikwa kwa herufi kubwa na ikapigiwa mstari. Utangulizi, viambata: nusu kilo unga wa mahindi, lita moja ya maji safi. Mwili, utaratibu moja, tia maji kwenye sufuria kisha uteleke mekoni. Pili, subiri hadi maji yatokote. Tatu, maji yakisha tokota, tia unga ndani na kisha uanze kukoroga. Nne, endelea kukoroga polepole pole huku ukiongeza unga kidogo kidogo. Tano, hakikisha mkorogo una moto wastani wakati unaendelea kupika. Sita, koroga mchanganyiko huu hadi ushikamane. Saba, songa ugali huo hadi ulainike na uwe bila ya matu. Nane, uache ugali uendelee kuiva kwa muda wa dakika kumi. Tisa, upakulia kwenye sahani kisha ulainisha upate umbo. Kumi, andaa ugali wako kwa kitoweo cha mboga, samaki, nyama, kuku au maziwa. Mfano wa pili, kuandaa matoke kwa watu wanne. Utazame kwa kina ili kuelewa zaidi. Pia fanya zoezi lifuatalo: moja, andika resipe ya chakula ukipendacho; pili, andika resipe ya chakula cha mgonjwa.